Morogoro Jono ya mambohaya ya mradi huu hu jonafajon. Nafikiri hiyo kitu kinawezekana sana tukiwa nayo tutapata tuta, mle kuelezana bayana ili tumefanikiwa na huyu atachangia hili na hivi ya yeah. Yeah. Yeah, program poga, hebu tuwenayo na kama mnanikubalia basi ianze haraka tu, kwa sababu mna mambo mengi nafanya mepita hiyo na mambo mengi tunafanya na mengi tunabidi tuyaeleze, tuya, tuya miradi yetu mingi kwa watoto mafanikio hizo changamoto, nafikiri itakuwa ni jambo la heri kwa kiasi fulani, kwa kiasi fulani sisi tunafanya kazi in isolation nikisema, eh, ni isolation nikisema, nafikiri mnaelewa eh, mimi na kutengamana, utakutengamana. Uh, mimi kama demo naya kwangu, mtu wa ustawi wa jamii anafanya nini, ana ya kwake, mtu wa elimu ana ya kwake, na mtu mwingine ana ya kwake, haya hayashikani lakini cho, tunachokiona, kila mmoja kajikata kivyake na anajifanyia kivyake vyake. Matokeo yake yale malengo mnayoyataka nyinyi hayafikiwi. La pili, ombi langu, nyi mnakaa hapa mnajadili, na mkishajadiliana basi, na mimi ningeomba matokeo ya kikao hichi yafike kule ofiseni kwako kwa majina anaitwa Benito Miwando ni mkurugenzi wa shirika la Inlighten Development Organization IDO. Hii programu ni programu muhimu sana, na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais wetu Samia Suluhu Hassan wameona ni jambo jema la muhimu na la msingi kuhakikisha kwamba serikali, tukishirikiana na sisi wadau mbalimbali, tunaweka mikakati ya pamoja ili watoto wetu kwenye jamii, kwenye vijiji, kwenye mitaa, kwenye kata wanakuwa na programu mahususi za malezi, makuzi na maendeleo yao, kwamba sisi kwa pamoja tuhakikishe kwamba watoto wetu wanapata package ya malezi, makuzi na maendeleo wakiwa nyumbani, wakiwa shuleni au wakiwa kwenye sehemu mbalimbali za kijamii. Mimi kwa majina naitwa Joanita Mshasi, ni afisa ustawi wa jamii ya Gairo. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Gairo tunahakikisha hii programu inatekelezwa kwa vitendo. Kwa upande wa lishe, tunahakikisha watoto wetu ambao wanakuwa ambao wame wako nursery school na wale ambao wako kwenye vituo vya kulelea watoto wadogo wanapata chakula na sio tu bora chakula bali kile chakula ambacho kina makundi yote ya, ya chakula. Pamoja na hilo, tunahakikisha katika hivi vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya angalau watoto wasikose sehemu hizi za kuchezea chezea, hiyo wanapokuwa wanasubiria huduma waendelee wa, wa, waendelee kufanya michezo yao ya shuleni. Na katika hizi shule zetu za msingi ambazo zina awali, tunahakikisha angalau kunakuwa kuna hizi picha picha za picha picha mbalimbali katuni ili watoto waendelee kukua hasa hawa wa awali waendelee kukua katika yale mazingira ambayo yanaitakiwa kulingana na hii programu ambayo tunakuwa tunaitekeleza tuna